Um, hello, habari habari za majukumu, karibu sana ndani ya Kombolela Product, na karibu ofisini kwa Kombolela. Naam, ndugu yako unayozungumza naye mbele yako ni Kombolela, au unaweza kuniita Mr. Kombolela Product. Na mkononi mwangu hapa na bidhaa aina tatu ambazo nataka nikutambulishe mbele yako. Hizi bidhaa tatu ni dawa ya utibu wagonjwa wa, wa presha aina zote, presha ya kupanda, presha ya kushuka itarekebisha kabisa na utarudi katika hali yako ya kawaida, na hii ni tiba ambayo itakurudisha katika hali yako ya kawaida kabisa. Na kama una changamoto ya moyo kuuma, unahisi moyo unakuuma, labda unahisi ganzi kwenye miguu, unahisi maganzi kwenye kiuno, unahisi ganzi mkononi, hii ni kiboko kabisa, itamaliza ganzi zote ambazo ziko katika mwili wako. Kama una ganzi aina yoyote, mwili wako utarejea katika hali yako, na presha aina yoyote ya kupanda na kushuka. Pia inasaidia kutibu kwa wale wagonjwa wa shida ya sukari ya kupanda au ya kushuka, inarekebisha kabisa na utarudi katika hali yako. Dozi ni kama unavyoiona mkononi hapa, hii ni dozi kamili na utatumia na utapona hakika, asilimia mia moja na sio ya majaribio. Wametumia wengi, wamepona. Karibu utumie wame dozi yako upone. Karibu sana, tunapatikana mkoa wa Rukwa, Sumbawanga, soko la Sabasaba, au unaweza katupigia katika namba yetu ya simu sifuri saba sita tisa kumi na moja zero zero tisini na nane. Karibu sana, karibu kwa ndugu yako Kombolela. Asante, ugua pole.